Hapo umezungumzia upande wako, tuje upande wa jamii. Mimi naamini miziki yote ya bongo flavor ni, ni yani, imebeba uharibifu kabisa. Wewe binafsi, hebu tuambie, ulisababisha uharibifu kiasi gani kwenye wakati huko, kwa hiyo tasnia, kwa jamii ni uharibifu kiasi gani ulisababisha kwa kuimba hizo nyimbo mm. Hususan nyimbo ambazo tulikuwa tukiimba mara nyingi zilikuwa ni za mapenzi, kwa maana hiyo mm. Nafikiri roho ya uzinzi, nafikiri unakuwa unajua, naisambaza sana eh. Lakini sasa issue ni kwamba kwa kipindi kile sisi tulikuwa hatujaimba matusi kama yanavyoimbwa sasa hivi hadharani ya sana mm, mm, mm. Yaani sasa hivi matusi ni wazi wazi, utasijui inama nipinda mgongo sio nifanyeni ni inama sio nikuchime nichume tembele sio nini, lakini kwa kipindi kile tulikuwa tunajaribu kusitiri yale maneno mm, mm yaani kwamba kiasi cha kwamba ukipigwa wimbo wa kipindi kile ambapo unaweza ukakaa na mtu mzima na ukasikiliza lakini na. Sasa hivi mm. kama inapigwa katika TV station kama mnatazama wewe na mzazi wako, either wewe unyanyuke uondoke au mzazi wako anyanyuke aondoke mm -hmm. Kwa sababu tayari yale maadili hakuna mm. Kuna siku nilikuwa nimekaa, napitia katika mtandao, akaonyesha hiki ni kizazi cha mwaka 80 u mwaka 90 sasa hivi 2000 sasa wakapiga mpaka elfu mbili labda na hamsini huko, kwamba kizazi kwa. cha miaka ya ngapi huko, nguo zilikuwa ni ndefu, yani mtu anavaa nguo ndefu e, kiasi cha kwamba huwezi kuona maungo yake, lakini sasa hivi mtu anapita na anakuonyesha maungo yake. Au aidha hey, unaweza kukuta kwenye mtandao kapiga picha, kuna style fulani unapenda sana kutumia, wanawake mm, akipiga picha lazima ageuke kidogo akuonyeshe kitu fulani, anafanya kama anatazama nyuma hivi mm, umeona? Sasa kwa kizazi kijacho, mm. Inavyoonekana ni kwamba watu watakuja kutembea uchi kabisa.